Nje wanaonekana wananchi wako na wasiwasi na hofu sana, wengine wanazisakata ngoma sababu ndo mfalme anataka hivyo. alafu ndani, karibu na kiti cha mfalme, wapo wachumia matumbo, wazee wa plate number binafsi, wazee waushi sana mfalme miaka mingi mfalme. Ghafla anaitwa jamaa kapigwa vibaya mno, damu za mvuja sana, analetwa mpaka mbele kiti cha mfalme. Mfalme naye anaonekana anaoga kwenye bwawa la damu, na kisha anatoka anavaa na kusogea kwenye kiti chake. Panapokuja wazee wa shibe wanainama kumsujudu kama pofanya hivyo basi maisha yao yataisha ghafla, kwa sababu za kihalisia. Mfalme anauliza eti, umesema kwamba tunadai vitu vingi kutoka kwenu, hautaki tena kutuleteni kwamba hiyo tozo imekuwa kubwa sana? Jamaa nakiri, ndiyo, nimesema kila mtu nani anashtuka. Mfalme anamwamuru mfanyakazi wake akampoteze mbali sana, wa jamaa. Wazee wanafiki, sasa mfalme, hawa tukiwaacha watazidi. Zamani ilikuwa wao wenyewe ndio wanaleta mavuno kwenye ufalme, sasa hivi tumewapa hadi wakusanyaji, lakini bado wanasema kwamba tunawatesa. Tukiwaacha watatona kama bibi zao kabisa. Mfalme akampa vazi la heshima jamaa aliyeleta mtu aliyomtukana mfalme, kisha akaondoka. Kamanda mpya akaanza kuwaambia mdini mfalme na yeyote ule ambaye hatuheshimu kauli ya mfalme atamalizwa bila ya huruma. Sasa hapo zamani katika ardhi ya Yoruba palikuwapo na vijiji kadhaa kama vile Ijae, Ikija, Gubagura, Ake, lakini kijiji kilichoweza kuwa empire kabisa kilikuwa kijiji cha Oyo, na namna yao ya kutajirika ikawa kupitia kukandamiza vijiji vingine. Mambo yalifika mbali mpaka kijana mmoja anaitwa Lisabi akaamua sasa, enough is enough, no reform no election Filamu inaanza, anaonekana Lisabi anafurahia sana mavuno ya miogo, anajiwazia moyoni kwamba nitabata trade sana mwaka huu. Anafikia kwenye kichanja chake, yuko rafiki yake kumwambia maisha ndo haya haya. Pia ameonana na mwanamama mzuri sana anatamani, anatamani amue kumweleza vizuri, kumbe anaitwa Abebi kwenye maisha yako Babake si mzembe, mamake si mzembe, unataka ukamwe asa? Wewe na uvivu wako tampeleka wapi? Kwanza kabisa mimi sokenu sio mzembe, rekebisha ya kauli yako bana. Alafu yule rafiki yake si huko, ongea naye basi, amweleze jambo lile rahisi. Upande wa pili, mara Sangodei, mkuu wa kusanya mavuno, katima kijiji chaitwa Egba kafika pale kakuta watu wameshaweka mavuno tayari kwa ajili ya kubebwa. Anawaamuru wanawake wa hapo ndio wabebe wapeleke kwenye karakana ya watu wa mavuno. Sangodei anasogea mbele kidogo, anawaambia chukweni pia na mabinti. Haiwezekani baada ya kazi yote hii wanajeshi washinde njaa. Muda huo yuko karibu na mgawa wa Edioke, anawaamuru watu wachukue kinywaji kutoka kwenye mgawa wake anywe. Anakitia tu hivi mdomoni, aisee Edioke eh na mbaba hichi kinywaji kitamu sana, asante sana baba. Nyuma yake alikuwepo mtoto wake Edioke Saode akamwamuru naye achukuliwe mara moja, mama ana na kusema, ikabidi yakubali tu mtoto aende, kwa sababu ni aidha mtoto aende au yeye auliwe. So kenu yuko pale, akaanza kusema, nyinyi mna matatizo eh, mbona mnachukua watu mtakavyo tu, hamna hata utu. We, nyamaza na siku nyingine ukiongea mbele ya master kwa namna hiyo utauliwa, sawa? wazee wa ubaya wakaondoka zao usiku. Sasa wakina dada kutoka kambi ya kusanya mavuno wakataka kuondoka. Sangodei anauliza, wapi nyie? Mdada mmoja anao reform anaambia, bana sisi tunataka kurudi kwetu, sisi tumeshamaliza maliza kuwapa vitu vyenu. Sangodei, kwenu kwenu unajeuri gani ya kusema kwenu? Mfano rudi huko. Alafu anaambia askari zake wakajisevi. Baadaye usiku huo wakaenda chuma kijiji walichotoka kuchukua mazao mchana. Asubuhi Lisabi na rafiki zake wanatoka shambani kurudi nyumbani, wanafuraha wenyewe. Ghafla kundi la wadada likawajia, alafu wameumia sana. Wanaambiana jamani, hawasi mabinti wa kijiji cha pili. Alafu alafu wewe si mtoto wa Idioke? Nyinyi nini shida? Mtoto anasema wametuchukua mpaka kwenye stesheni yao, alafu wametutesa sana. Lisabi alikasirika ila akatulia tu kama kobe akiinama, kumbe anatunga sheria ndani kwa ndani. Kesho yake akiwa nyumbani, abebi na Ikeola rafiki yake wakaja. Lisabi akamwomba Ikeola amngate sikio kidogo, anamwambia Ikeola, eh bwana, rafiki yangu anampenda sana rafiki yako huyo abebi, na basi uende kumshawishi basi akubali kuolewa naye. Ikeola anamwambia sasa mimi naanzaje kwanza kumwambia, wakati wajua kabisa kwamba abebi anakupenda wewe. Lisabi anamwambia wewe jitahidi tu hivyo hivyo mshawishi. Basi akafanikiwa, mambo yakaenda mswano, binti akakubali. Sasa Lisabi anamwambia e, jamaa asa kuanzia sasa hivi, niye mchapakazi kote ni watu wa bidii sana. Ukileta ujinga tu utambulia hapa tupo mzee. Siku kadhaa mbele, harusi kafanyika Abebi kijijini kwao wanafurahi kwenda kwa mume wake mtarajiwa, na Sokenu kijijini kwake wanafurahi sana kucheza kwingi. Sangodei akapelekewa taarifa kwamba aliyomsemesha siku ile anaoa. Basi akasubiri msafara wa Abebi mstuni akiwa anaelekea na kijijini kwa Sokenu na kumteka Abebi, kisha akambaka. Mtu mmoja akakimbia mpaka kijijini kwa mume wa Abebi wa na kuambia kilichoendelea, alafu Abebi akageuza nyumbani moja kwa moja mpaka chumani kwa wake akina mama aelewe kwamba binti amepatwa na shida gani tena. Mwisho mtoto wa watu akaishia kujimaliza tu akijiisu kwamba hafai tena katika jamii. Sokenu akaona hapana, akachukua panga lake mpaka kwa Sangodei, kacharanga sana askari wake mpaka alipokuja kuuliwa, tayari akaa ameondoka na kumi kwenda nao after life. Lisabi akaona sasa imezidi, mpaka kwa rafiki yake na kwa mke wake, akaanzisha ujamaa kijijini wa kutaka watu wafanye vitu kwa umoja. Hamna aliyemwelewa mwanzoni, yeye akasema tufanye tu kwa sababu ya uzalishaji, ili watu waoyo wakija kuchukua mavuno yao wasione yako kidogo. Leo tutaenda shamba la huyu, kesho shamba la mwingine, kesho kutwa shamba la mwingine. Kwa namna hiyo tutapata mazao mazuri tu na ya kutosha. Kumbe jamaa anasoma watu wake anaowataka. Siku mbili nyingi, wazee wa kijiji wakamuita na jamaa zake, licha ya kueleza kwamba kwa nini ameunganisha watu. Wazee anamwambia hapana, hatutaki mambo ya muungano Muungano muungano nini? Hatutaki kabisa hayo mambo, kama mfalme wa oyo akisikia atatuletea shida. Lisabi sawa wazee. Kesho yake vijana wenzake hao kwake, bwana Lisabi amka. Ise vipi tena? Tuenda kukulimia. Kunilimia? Ndio, hamna hata siku moja tuenda kulima kwako tangia tumeanza kampeni ya ujamaa. Lisabi anaambia hapana, kwangu hapana kabisa muda ukifika nitawambia. Japo zake anashangaa tu, uu jamaa vipi tena. Lisabi alipochoka ni siku ambapo mzee mmoja alienda zake shamba kuchukua ndizi aje kupika na familia yake wapate japo mlo. Sangodei akamvizia na watu wake, kisha akashukua mkungu wa ndizi kwa mabavu, alafu juu ya hapo akamuua jamaa. Akacha mke wa mtu kachanganyikiwa tu, haelewi kwamba afanye nini bila mume wake. Siku mmoja akawita jamaa zake waliowachagua msituni kabisa, watu washangaa, jamaa mmeleta huku kwa kwa kwa ajili ya jambo gani nini nini? Tukilima usiku jua tu, alafu muda wa usingizi huu, kwamba wapo hapo kwa makusudi maalum ya kuangusha utawala kwa mfalme wao. Na alifanya makusudi kuanzisha ujamaa kijijini, ili tu apate watu wazuri kuweza kupambana kwenye hiyo vita. Yeye alianzisha ujamaa ili watu wa oyo na wazee wajue kwamba wanafanya hivyo ili mazao yao mengi, kumbe chini kwa chini ni njama za kuangusha wafalme zinaendelea. Maana ndo maana ujamaa alioanzisha mwanzo kule kumbe kazi yake ilikuwa tu kuskani kikosi kazi chake alichokuwa anakitaka. Jamaa akaunda vizuri kwa nguvu za mlengo wa kushoto, kama waelewa kipindi hiko. Hata ukiuliza stori za Bongo utaambia watu kupaa daa Zenji kwa ungo, au kwamba mtu akilima shamba lake basi la maembe ukaja kuiba hayo maembe au tutoka nayo shambani salama. Kwa hiyo Lisabi akaunda vizuri, wakawa hawaumii na wana uwezo mkubwa sana, yani uwezo kama wote, akishirikiana na watu wengine ambao alikuwa nao hapo mpaka kufika muda ambapo mambo yalivyolipuka, ufalme wa Oyo ulipoteza sana askari wake kwa muda mfupi, hadi mbabe Sangodei akauawa na Lisabi, sinema yaisha. Askari wengine wako kuchukua mavuno kijijini, wanafokea watu balaa, alafu ghafla wanakijiji wakaanza fujo na kuwapiga vitasa askari wa Oyo, alafu mdada mmoja anakimbia na visu viwili na kumrukia askari mkuu wa Oyo kwenye farasi wake. Mi naitwa Winani. Asante sana kutazama recap hii, tukutane tena next time. Usisahau kusubscribe kwa eli.